Wachambuzi ama wataalamu wa mpira wakisema kwamba vilabu hivi vikubwa kwa maana ya Simba Sports Club na mtani wake ni timu ambazo hazina uvumilivu kwa alimu isipokuwa ni timu za mataji, na endapo Fadlu Davids kwa hiki alichokifanya, kama atashindwa kutoa taji, basi Simba hawatomvumilia. Hii wana Simba, mnaipokeaje? Kwanza hicho kwetu hakipo, tunaamini kwamba kocha hana dirisha la usajili, maanake muda wote anakuja na anaondoka, hata kama akiingia mkataba wa miaka 30 lakini ukizingua mzunguko wa kwanza tu, watu wanakupiga chini, maisha mengine yanaendelea. Kwa sababu kwenye mikataba kuna makubaliano, ukishindwa kutimiza makubaliano unaondoka. Lakini Fadlu Davis, mpaka sasa kweli hatujachukua taji lolote hapa ndani, kwa sababu bado mashindano hayajaisha. FA hiyo ndio tayari tushai tushairuhusu, lakini naamini taji la NBC Premier League bado, manake tuko mbioni, tumebakisha michezo mitatu. Katika michezo mitatu hii, naamini mchezo mmoja ndio utakayeenda kuamua ubingwa. Sina shaka kwenye hilo, kwao naamini Fadlu Davis, hata kama tutakosa ubingwa wa ligi kuu msimu huu, sababu slogan yetu ilikuwa ni kujenga kikosi, sidhani kama kama kuna sehemu ya kumdai Fadlu Davis. Hata kama tunakosa ubingwa wa ligi kwa sababu pesa tuliochukua mashindano ya CAF mpaka sasa ni zaidi ya bilioni tano. Ukipiga hesabu kwenye mgawanyo, mtu achukue kombe kombe kombe hata hata hata mara 10 bado bado haifiki hiyo hiyo hiyo pesa. Kwa kwa Kwa kwa sisi sisi tunataka ile kombe kama kama heshima tu kwenye nchi yetu na na kwa ajili ya daraja kuelekea kimataifa. Mimi Mimi naamini naamini Fadlu Davis hatuna cha kumdai hata kama hatochukua kombe la NBC si Premier League. Wataendelea kubaki Simba na sisi tunaomba viongozi wetu waeke dau kubwa sana kwa sababu kuna vilabu karibia vinne vikubwa barani Afrika vinamwania kutaka saini yake kwenda kupata huduma yake kwao. Naamini viongozi wa klabu ya Simba walimuona kwa jicho la tatu kumleta Simba Sports, basi wakazie mkazo pale, wampe pesa ya kutosha ili abaki Simba Sports, kuliko kuwapa watu wengine pesa ambaye hawastahili kubaki Simba. Huyu anastahili kubaki Simba, kwa hiyo apewe pesa ya kutosha ili tubaki naye msimu ujao. Naamini huyu msimu ujao atatuletea kombe moja hapa barani Afrika. Naamini kama tutabaki nayo na na mapendekezo ambayo kayaleta mapema mezani pale. Wachezaji gani anawahitaji kwenye usajili? Mimi naamini Fadlu Davies atabaki Simba. Msimu ujao sisi ni mabingwa wa Champions League. Mimi naiona kabisa kombe la Champions League msimu ujao linakuja Tanzania. Bila shaka kabisa. Lakini kama ataondoka Fadlu Davies, tunapomleta kocha mwingine maraka atakuja kuleta changamoto mpya, atakuja kuleta falsafa mpya ya kwake. Kwa hiyo naamini tutaendelea kupiga mark time. Ni muda sasa wa kuendelea kuamini makocha na kubaki kwenye timu zetu ili waweze kutufikisha nchi ya hadi. Wenzetu na Afrika Magharibi wanabeba kombe hili mara kwa mara kutokana na mipango mingi ya nje ya uwanja. Tuliona zidi ya Sibirikani mipango ilikuwa mingi sana toka mechi ya kwanza, lakini mpaka kwenye mechi ya pili kuelekea ule mchezo mipango ilikuwa mingi, mpaka kombe unaona linaondoka. Kwa hiyo naamini huyu kama atabaki, ni sehemu tu simba kuongezewa nguvu kama kule stake, tunataka tuongeze stake mmoja mwenye nguvu, bado tutaweza kupata namba sita mwingine kuja kumsaidia Yusuf Kagoma. Mimi naamini simba tutakuwa tumeweka sehemu na, na tukimpata namba kumi hasa huyu wa ndani ambaye tunamwania hapa, akipatikana basi tupate shida kutafuta namba kumi wa kigeni, wabaki hawa wawili Jean Charles au na huyu wa ndani hapa, atakuwa shughuli imeisha. Mimi naamini sehemu hizo tu tatu zikifanywa maboresho, simba sports itakuwa hatari sana msimu ujao. Kuna namba kumi wa ndani ambaye mnampambania? Ya, yupo namba kumi wa ndani ambaye tunampambania, muda wowote anawezekana akaja kuvaa jezi nyekundu na nyeupe. Namuona muda wowote anaweza kujivaa hiyo jezi. Alikosa kuivaa msimu uliopita, lakini msimu huu nauona kabisa anawezekana kuja kuvaa hiyo jezi. Kama atapata ofa kwenda barani Ulaya basi aende, lakini kama anapata ofa kwenda kwenye bara letu hili hili la Afrika basi abaki aendelee kubaki Simba Sports. Mimi naona akienda uko ndoto zake azitotimia, atarudi nyumbani kuja kumaliza mpira wake. Unajua vilabu vingi vya barani Afrika hapa vikiwachukua wachezaji, vinaenda kuwaulia mpira. Hasa hawa ndugu zetu wa Arabu. Wakiwachukua tu, wanaenda wanawaulia mpira wao, wanarudi wanapokuwa wamepoteza maisha. Kama alivyokuwa Jose Luis Mixon, akaondoka Simba kwenda National Real, kwenda kule akamweka benchi wakampotezea kiwango chake. Lakini kama angetoka Simba kwenda labda Ubelgiji na kwenda sehemu nyingine, pengine saizi Jose Luis Mixon angekuwa anasaidia taifa lake kule Msumbiji. Kwa binafsi namuomba Faisal Salum kama anapata timu ndani ya bara la Afrika asikubali kutoka. Ila kama anapata timu nje ya bara la Afrika basi asubuhi na mapema tumtakie kila la heri kwa sababu atakuja kulisaidia taifa letu kwenye national team. Lakini kama hapa ndani sidhani kama kutakuwa na faida kubwa kwake. Kweli pesa ataenda kuchukua lakini kiwango chake kinaenda kufa kwa muda mfupi. Inawezekana hata msimu wa simalizi. Nusu msimu msimu unakamilika anarudi nyumbani na maisha yameisha. Kwa bora baki Simba apambane ili afocus kuelekea barani Ulaya. Mimi naona Simba ni njia rahisi ya kuelekea barani Ulaya. Malizie Mnandi, zungumza na na Simba ambao wanakutazama kupitia ndani Simba fast. Uh, wanasimba, nianze na viongozi wangu wa klabu ya Simba. Ni wapongeze, wamepambana kwa hali na mali mpaka tumefikia hapa tulipo, tumefanya kazi kubwa. Lakini naamini ile vita ambayo tulikuwa nayo, yale mapambano ambayo tuliyafanya kwenye mashindano ya kimataifa, basi yale mapambano moja kwa moja tuyahamishie kwenye NBC Premier League, ndio mashindano ambayo tumebaki nayo mpaka sasa. Mengine yote tushadondosha, FA ya ndani tushadondosha, na ya kimataifa pia shirikisho tumeshadondosha. Kwa hiyo akili yetu, masikio yetu, macho yetu yote yapo kwenye NBC Premier League, kwa tuwekeze nguvu kwenye NBC Premier League. Wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba, sio muda wa kuachia viongozi, ni mpango mkakati au nasikia atucheze atucheze, hiyo ni mind game, tarehe 15 mwezi wa sita game iko pale pale. Au, wataleta timu tu. Yani, hii ni yote kutuzuga sisi, wao chini ya carpet wakatimiza majambo yao, mwisho wa picha wanaleta timu, mwisho wa siku wakaja wakafunga bala tano ikawa ni aibu na tukakosa makombe yote, hapa nyumbani tukose kimataifa, na hapa nyumbani tukose, itakuwa aibu kubwa sana kwa Simba Sports, kwa timu ambayo imejipambanua na ipo kwenye ligi kubwa barani Afrika. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuwasupport viongozi wetu. Tuwasupport wachezaji wetu. Tuhakikishe tarehe 15 mwezi wa sita, Simba anatoa ndoo ya NBC Premier Ligi hatuna kingine ni hicho tu. Kwa hiyo wana Simba na hisi tufokas kwenye jambo hilo. Shukrani sana. Asante sana.